Keti hmm? Unalala nini mpaka saa hii? Usiniambie nikukasirika, umekasirika? Hapana, iko sawa. Haya, amka basi ukule, nimekupikia ile shakula unapenda. Nimeshiba mam. Nimekupikia shapati na bosho. Si nimesema nimeshiba mam. Umechiba? Umechiba nini hmm? Ulikuwa kukula wapi? Hakuna. Haya basi, toka ukule kabla iiche ni chakula unakataa, kwa sababu tu nilikuchapa? Unajua sio wewe nilikuwa na nachapa, ni makosa nilikuwa na chapa? Hi, ma. E, kama ungekosea, singekuchapa. Nilikuwa ungekosea singekuchapa. Nilikwambia ukuwe mtoto mtiifu, ndio ichi maisha masuri. Lakini husikii. Hebu toka kabla chakula yako ipoe. nimeshiba mimi basi. Nimesema hivi utoke ukule hiyo chakula haraka, kabla nikasirike nikuanze tena, unanisikia Ay, mami mimi... sitaki kujua kama ni kuchiba umechiba, utoke kule hiyo chakula. Kama ni kutapika utapike, lakini mimi sitalea mtoto wasikiagi maneno. Tunaelewa naye keti <gulia> nimekupatia dakika iso hiyo chakula yote iko kwa mesa iiche, unanisikia? na <gulia> nisikukujie huku tena kwa sababu utalia Katie. Katie, unataka si kukujia tena <gulia>